E, kwa mara ya kwanza uh, mwaka wa sitini na naweza ikasema kuingia hasa so kwenye, nani kwenye kwenye kwenye kwenye riadha mm. niliingia kwenye sitini na sita sitini na saba. Okay. na kwa sababu kubwa mm. mwaka wa sitini na moja wakati unapata uhuru kulikuwa mm. na Waila kulikuwa kina John Steve na Akhwari kama unamkumbuka, walikuwa mm. ndio wanaanza kukimbia kimbia kina Pascal Mfiomi mm, e, watu wa Singida hawa yeah. Tulifanya sherehe moja karatu pale ya michezo ya riadha kuadhimisha wakati ule mwaka kulikuwa na masherehe za uhuru yeah. Kwa hiyo e, nilikuwa nawaona mm, e, nilipoona nikavutiwa, yes. E, ilipofika miaka kwenye miaka 60 na sitini na tano, sitini na sita mm. darasa la sita mm. nikaona sasa kuna mtu anaitwa Kipchoge Keino yeah, na msikia sikia Kenya huko. Mm. Mm. Eh? Basi nilipoona ile sasa ikanivutia zaidi. Those are my role models, yeah. So, kweli. Okay. Sasa d linivutia hivyo mm. kwa hiyo kwenye sitini na nane John Steven alikwenda Mexico City mm. na Vizuri lakini hakumaliza, alimaliza kwa kuumia mm. na kama unakumbuka mpaka sasa hivi ile clip yake mm. inatumika kama Olympic spirit kwa sababu aliumia, akakimbia, akapata bandage mm. lakini akamaliza certain hours kabla baada ya watu kumaliza wale best. Kama unakumbuka alimuuliza why did you retire from running wakati ulijua wewe ni wa mwisho akasema Yeah. Kwa yule ikanipa yeah, moyo na tukasema, kumbe kukimbia sio lazima ushinde mm. na hata Olympic ilikuanzishwa mm. zamani mm. kina kina de Coubertin mm. hawakuanzishwa kwa sababu ya kushinda, ni kwa sababu ya kufahamiana, udugu yeah. na nini, kujenga udugu. Kwa hiyo so kumbe kushinda katika Olympic si lazima sana.